Process ya kwanza panipepo, wakisema tunatengeneza, tunaleta investor akuja atengeneze. Ilianza vile mambo ya Nzoia imeanza na panipepo, ikaenda ikaenda na ikaenda kabisa. Hawa wanaelewa hiyo vita ya viwanda zetu sisi, when we were growing up. Bungoma was rich. Sisi tunasema hii Nzoia ya rais, akikampeni alituagiza vitu vitatu: mashini mpya, kulipa wakulima Ipa, wale wanafanya kazi hapo. Tufanyi hiyo. hata kama sisi ni wajinga aje. Hapa katikati ya tangu Nzoya ina iawa hamsini na tulisema haiwezekani ngombe yenu ya Nzoya iuzwe bila ninyi watu wa Wagongoma kuhusishwa. There cannot be sale of public property without public participation. Na mahakama orders kusimamisha mwaka jana. Yuzi wametoa hizo orders kusema walikuwa wame proceed, sio under Privatization Act, which was declared unconstitutional. Wao sasa wana proceed under PPP wanataka kufanya leasing ya miaka 30 tu. Sijui eka 1 elfu hamsini. Eka moja hapo Bungoma ni pesa ngapi jamani? Ng'ombe yetu iko inauzwa. Sisi tumesema tunarudi kotini tena. Kuweka roadblock mbele kwa hii gari ya PPP.